Karibu mpenzi mtazamaji katika chaneli yetu ya Kiroho Safi. Katika chaneli hii tunakuletea historia mbalimbali eh, mila na desturi za wakazi wa Dodoma. Fatana nami mulikanzoka Kanzaga Maguru, mkoa wa Dodoma Upo katikati ya nchi ya Tanzania. Kabla ya mji huo ukiitwa Dodoma, uliitwa Charangu. Charangu ndiyo ilikuwa jina la eneo hilo. Mnamo mwaka 1907 wakoloni waliokuwa wanajenga reli ya kati waliweka kambi eneo hilo la Charangu. Wakoloni hao wa Kijerumani waliwauliza wazee wa mji huo wa dodoma kwamba eneo hilo linaitwaje? Wazee wakawajibu inaitwa Idodomia. Waliita Idodomia kwa sababu tembo alididimia eneo la Kikuyu. Kitendo cha tembo kuzama kwa lugha ya Kigogo inaitwa idodomia. Hivyo baada ya kitendo hicho cha tembo kudidimia au kuzama kwenye nyika hiyo jina lilibadilika kutoka Charangu na kuwa Idodomia, yaani Dodoma ya sasa. Na hata Dr Sperenge alipofika Dodoma mnamo mwaka elfu moja mia tisa kumi na mbili alianzisha ngome yake pale Dodoma, kwa sasa ndiyo ofisi ya waziri mkuu. Dr Sperenge alifika pia eneo ambalo tembo alizama ambapo lilikuwa nyika maji yalikuwa hayakauki, alienda kupumzika, na kwa sababu palikuwa pakijani, alifanya kama bustani yake. Eneo hilo kwa sasa ni chuo cha St John. Ilipofika mwaka 1973 Mwalimu Nyerere alipatangaza mkoa wa Dodoma uwe makao makuu ya serikali ya Tanzania sababu ya ya kutaka Dodoma kuwa makao makuu ya nchi ni ya kijiografia, kwa kuwa mkoa wa Dodoma upo katikati ya nchi ya Tanzania. Mji wa Dodoma ulipangwa kwa mara ya kwanza na msanifu Marekani aliyeitwa James Rossant mnamo mwaka 1986. Kazi ya kuusanifu mji huo ilifadhiliwa na Umoja wa Mataifa. Sehemu kubwa ya utekelezaji wa mipango haikufanyika kama ilivyopangwa na kulazimu mamlaka ya ustawishaji wa mamlaka ya CDA kutekeleza mipango yote. Mkoa wa Dodoma una ukubwa wa kilometa za mraba elfu mbili mia sita sitini na tisa. Mkoa wa Dodoma una wilaya saba, nazo ni Chamwino, Mpwapwa, Kongwa, Dodoma mjini Bahi, Chemba na Kondoa. Kwa mujibu wa sensa iliyopita, mkoa wa Dodoma una watu elfu arobaini na moja mia tisa hamsini na sita. Basi tukutane kwa makala ijayo, tujue Dodoma ina makabila mangapi na kila kabila tutachambua historia na desturi zao. Kwa leo tuishie hapa, makala ijayo tutajua Dodoma ina makabila mangapi na kila kabila tutalichambua. Eh, seje, seje mjendele. Endelea.